Wawekezaji katika sekta ya ujenzi wamelalamikia serikali kuhusu ushuru wa juu unaotozwa bidhaa za ujenzi zinazoagizwa kutoka mataifa ya ughaibuni. Kulingana na wafanyabiashara hao, ushuru wa juu unaotozwa husababisha gharama ya nyumba kupanda, huku wakiitaka serikali kudhibiti viwango vya ushuru unaotozwa bidhaa muhimu za ujenzi. Wakizungumza haya katika hafla ya maonyesho ya vifaa vya ujenzi wa kisiasa kutoka mataifa ya kigeni katika ukumbi wa Sarit hapa jijini Nairobi